Nina wasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako bwana Ezra. Hai, tusalimiane jamani. Je, unanitazama kutoka sehemu ipi? Karibu sana nikuchanganulie kwa marefu na mapana yale ambayo yametendeka. Hii serikali batili ya Samia inatapatapa kila kona, kutumia uoga au kutumia kuuza uoga, ndiposa waweze kuachiwa nafasi ya kutawala kimabavu, licha ya kwamba hawana ridhaa ya wananchi, licha ya kwamba hawakuweza kuchaguliwa na wananchi wengi jinsi ambavyo ile tume ya uchaguzi ilivyo tafsiri kwamba Samia alichaguliwa kwa asilimia 98. Na sasa Samia na utawala wake wanatumia vyombo vya dola ili kuliongoza taifa la Tanzania, na hivi vyombo vya dola wameamua kuvitumia kuwatisha wala ambao wanaonekana kwamba wanamkataa Samia. Mfano, serikali hii sasa imeweza kuelekeza vita vyake kuelekea kwa makanisa. Unajua, makanisa ya uh, makanisa huwa yanasungumza ukweli, na ukweli ambao makanisa wanasungumza unapata kwamba yanakera hii serikali ya chama cha CCM. Sasa Askofu Padiri Charles Kitima ameweza kujitokeza na kusema kwamba anaishi kwa hofu kwa sababu anaandamwa, kwa sababu anatafutwa kuuawa au kuachwa na majeraha kutokana na kwamba anaambia serikali hii ukweli waache ukatili, anaambia serikali hii ukweli waache utekaji nyara. Sasa ninashangaa, unajua, katika taifa ambalo limeweza kukomaa kidemokrasia maoni tofauti tofauti yanakubalika, wale wa kusifu serikali wako na uhuru wa kusifu serikali wale wa kupinga serikali wako na uhuru wa kupinga serikali, lakini Tanzania ukipinga serikali wewe ni adui, unahitaji kunyongwa au kukamatwa, kufunguliwa mashtaka ya uhaini. Sasa, katibu mkuu wa baraza la maaskofu Tanzania TEC, Dr. Charles Kitima ameeleza jinsi alivyo na hofu ya kushambuliwa tena na watu wasiojulikana baada ya tukio kama hilo baya la kumshambulia miezi la kushambuliwa kutendeka miezi kadhaa iliyopita akiwa katika makazi ya maaskofu Kurasini jijini Dar es Salaam. Mnakumbuka mwezi wa tano sita hapo Padiri Kitima aliweza kushambuliwa na hii serikali hii ambayo inajilazimisha kwa wananchi na sababu kuu ni kwa sababu Padri Kitima anaambia hii serikali ukweli. Tena wamepanga kumthuru. Naomba unisikilize nikueleze, maneno haya yanaweza yakakusaidia. Padri Kitima aliyesema hayo wakati akimtambulisha naibu katibu mkuu mpya wa baraza hilo la TEC Padiri Dr Faustine Furaha wa jimbo la Katoliki Moshi, ambaye amechukua nafasi ya Padiri Jesco Msaga aliyechaguliwa kuwa katibu mkuu wa shirika la wamishonari wa, wa damu azizi ya Kristo duniani. Padri Kitima alieleza ambavyo alilazimika kumtuma padri Jesco Msaga mahali ambapo yeye aliogopa kwenda kutokana na hofu ya kushambuliwa tena na watu wasiojulikana. Yaani imefika mpaka kipindi ambapo padiri anaogopa hadi kusafiri kwa sababu akisafiri hii serikali inamwandama, anaweza akafanyiwa baya. Mfano, aliweza kusema kwamba mimi sasa hivi naishi kwa hofu sana, lakini yeye Padri Jesco Msaga hana hofu. Mimi naishi kwa hofu, natafutwa, sijui ni uawe sijui kitu gani, lakini fadha yeye ana amani kabisa. Namtuma, hebu nenda mjini ujue mimi natafutwa nisije nikatekwa. Yani, ni jambo la kushangaza kuona hii serikali mpaka imeamua kuteka watumwa wa Mwenyezi Mungu ambao wanafanya kazi ya Mwenyezi, wanafanya kazi ya kueneza Injili kwa niaba ya Mwenyezi Mungu, yani kitu ambacho nimeweza kushangaa. Samia anataka watu waweze kubaki mazuzu, msizungumzie uozo wa serikali Tanzania. Hebu msikilize Padri Kitima. Ana utii wa ajabu. Father Chesko ajawahi kuniambia hiyo sifanyi e, na mimi nakuwa na makazi mengi kweli. Unampa hii, hii, hii. Hawezi awe kuniambia Father, sina nafasi leo hiyo sifanyi. Atafanya kazi unazompangia au kazi anazopangiwa na rais wa baraza na bado atatimiza na majukumu yake mengine. Baba, tunaomba hiyo roho uendelee nayo Asante sana kwa kweli, hakunipa ugumu wa kufanya kazi na tumefanya kazi vizuri sana sana sana, na nimefarijika sana kuwa na mtu ambaye e, anakuwezesha kutimiza majukumu yako vizuri, na hata kama nilimpa kazi ngumu, na anajua mimi sikuwahi kumsaliti na yeye hajawahi kunisaliti, e, hata kama nilijua ili tumelifanya wote, lakini kama ilibidi mimi nibebe msalaba nilibeba. Kwa mm. mfano mimi sasa hivi naishi kwa hofu sana, lakini yeye hana hofu eh. Mimi naishi kwa hofu na tafutwa, sijui ni wawe, sijui tu gani, lakini father yeye ana, ana, amani kabisa. Namtuma bwana, hebu nenda mjini. Bwana, unajua mimi niko natafutwa, bwana hebu we nenda, sije ngatekwa. Pole sana kijana, ndio maana nilifukuzwa hapa, tulihisi wewe ni wale wasiojulikana sababu alishafika hapa kuniua, lakini baba hakuwa na wasiwasi, aliendelea na kazi e, kwa sababu tuna namna yetu ya kufanya kazi e. Kwa hivi e, baba padri, nakushukuru sana kunisaidia licha ya magumu niliyokuwa nayo, lakini hukukata tamaa, hukuogopa kufanya kazi zangu hivi. Hmm, juzi alienda kumzika mama Jenisa, mimi niliruhusiwa kwenda lakini nikashauriwa na watu usiende. Basi nikaache nikamwambia father nenda, atajua hawezi, baba atajua mwenyewe, yeye hawezi kujua. Basi baba padre nakushukuru sana. Mambo kama haya, mpenzi mtazamaji, ndiyo tunapaswa kuangazia zaidi, ndiposa wananchi waweze kujua kwamba Samia na utawala wake ni watu ambao ni wanyama, ni watu ambao wameweza kugeuka na hata sasa kutarget dini. Kwanza kushambulia dini Tanzania. Ni kama sasa Samia anataka kumaliza dini ya Kikatoliki Tanzania mavipi? Kwa sababu kipindi ambapo unapanga kumwangamiza na kumthuru kiongozi ambaye ni katibu wa muungano wa maaskofu wa Katoliki Tanzania ni ishara kwamba unapiga vita kanisa Katoliki. Yani, huyu mama sijui shida yake ni gani, sijui matatizo yake ni gani. Hata kumuita mama nitakuwa nimekosea, kwa sababu mama mgani mwenye anawaua watoto wake ndiposa aweze kupata mamlaka? Hakuna. Huyu ni jambazi. Huyu jambazi kweli, yuko sawa? Ameamua kupiga vita mpaka dini. Yani sijui anafikiri kivipi, wanaketi chini na mtoto wake Abduli na kupanga kwamba sasa, tuma watu wawili watatu wamtafute padri Kitima, tuma watu wawili watatu wamshambulie padri Kitima, tuma watu wawili watatu wamteke padri Kitima. Ni jambo la kushangaza bana, atakana kwamba yuko na uchu wa mamlaka takana kwamba yuko na tamaa ya uongozi, wa kuwa rais hapaswi kupangia mpaka viongozi wa makanisa hapo. Hata Mwenyezi Mungu anaweza akampiga kiboko kibaya sana. Yani anachezea Mwenyezi muumba mwenye anatupea uhai wa kupumua, anachezea Mwenyezi muumba mwenye anatufungulia kila kukicha, eti anapanga mpaka kushambuliwa kwake Padiri Kitima? Hapana bana, hii serikali hapana, hii hapana, hii imelaaniwa kabisa. Hii ni wangapi ambao munaamini jinsi ambavyo ninaamini kwamba hii serikali imelaaniwa? Serikali gani ambayo inapangia mpaka maaskofu mabaya, yaani mpaka Padiri Charles Kitima anaogopa kwenda kutekeleza kazi yake ambayo ameweza kutumwa kufanya. Sema nasi na reje na mengi tena zaidi. Mimi ni bwana Ezra.